Alhamisi hii kwenye mtandao wa kijamii wa X watu wameshuhudia kile ambacho ni nadra sana kushuhudia kikitokea, ambapo balozi mbili e, za nchi za kigeni hapa Tanzania zimelumbana. Ni ubalozi wa Poland nchini Tanzania na ubalozi wa Urusi nchini Tanzania. Malumbano yenyewe yamekuwa ya, ya lugha fulani hivi ambayo ni kama mtu na mtu mwingine wakibishana. Sasa Ubalozi wa Poland ndio ulioanza kwa kuandika hivi: katika siku hii mwaka 1922 Urusi ya Kisovieti ilisaini mkataba uliosaidia kuijenga nguvu ya kijeshi ya Ujerumani ya Nazi na hatimaye kuchangia kulipuka vita vya pili vya dunia. Karne moja baadaye, Urusi tena inapuuzia kanuni za kimataifa, safari hii lakini kupitia vita dhidi ya Ukraine. Uh, ubalozi wa Poland uliandika hivyo. Ubalozi wa Urusi ukajibu: ndiyo, ujinga wa kutojua misingi ya historia. USSR ilisaini mkataba huo na serikali ya kidemokrasia ya Weimar Republic. Wanazi waliingia madarakani mwaka 1933. Waziri wa nje wa Ujerumani W. Rathenau aliyesainisha mkataba huo aliuawa na magaidi wa mrengo wa kulia kuhusiana na kitendo hicho sasa watu wameshangaa kweli kuona kwamba e, ubalozi wa Urusi umejibu kwa ghadhabu kabisa kwa hasira kujibu kile ambacho ubalozi wa Poland umeandika sasa nataka nikufafanulie ili uelewe kwa nini hii kitu ni nzito sana um, ujumbe huu e, unahusiana unahusiana na tukio la kihistoria lililotokea mwaka 1922 mkataba wa Rapallo kipande Uh, kila upande unatoa tafsiri tofauti ya athari na muktadha wa mkataba huo. Sasa, ujumbe wa Poland ambao ulichapishwa na page yake ya PL in Tanzania unadai kwamba mapoland inadai kwamba mwaka 1922 Urusi ya Kisovieti USSR ilisaini mkataba ambao uliisaidia ulisai, Ujerumani baadaye ya Nazi kujenga nguvu za kijeshi. Mkataba huo ulifungua mlango kwa Ujerumani kujimarisha kijeshi na hivyo kuchangia mlipuko wa vita vya pili vya dunia. Kisha Poland inalinganisha hali hiyo na kile inachokiona kama mwenendo wa Urusi wa sasa, ambapo anadai kuwa Urusi inakiuka kanuni za kimataifa tena, lakini safari hii kwa kuivamia Ukraine. Hasa majibu ya ubalozi wa Urusi yenyewe E, tafsiri yake ni kwamba mkataba huo wa mwaka 1922 ulisainiwa kati ya USSR na serikali ya kidemokrasia ya Weimar ya Ujerumani, siyo ya Nazi. Wanazi hawakuwa madarakani wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo, walipata madaraka mwaka 1933, miaka 11 baada ya mkataba huo pia wanaongeza kuwa waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani, Walter Rathenau, ambaye alisaini mkataba huo, aliuawa na magaidi wa mrengo mkali wa kulia waliopinga ushirikiano wa USSR. Sasa ufafanuzi zaidi ni kwamba pande zilizosaini, uh, USSR na Weimar wa Ujerumani, ambaye si Ujerumani ya Nazi, ambapo sasa kwenye mkataba huo, mkataba huo wa Rapalo 1922. E, mataifa haya mawili yalifungua tena uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi na kwa siri walikubaliana kushirikiana kijeshi ikihusisha mafunzo na majaribio ya silaha za kijeshi za Wajerumani katika ardhi ya USSR. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, Ujerumani ilikuwa imewekewa vikwazo vikali vya kijeshi kupitia mkataba wa Versailles wa mwaka 1919 mkataba wa Rapalo uh, ulisaidia kukwepa baadhi ya vikwazo hivyo kwa kufanya shughuli za kijeshi kwa siri katika USSR. Sasa kwa nini Poland inalalamika? Poland inaona ushirikiano huo kama moja ya sababu zilizowezesha Ujerumani kujijenga kijeshi na hatimaye kuzuka kwa vita vya pili vya dunia, ambavyo Poland ilikuwa taifa la kwanza kuvamiwa mwaka 1939 na Ujerumani wakati huo ya Hitler na kwa nini sasa Urusi inapinga? Inapinga kwa sababu mkataba huo haukuwa na uhusiano wowote na wanazi ambao walikuja baadaye. Kusoma mkataba huo kwa njia ya kumlaumu USSR ni kuvuruga historia na kuchanganya vipindi tofauti. Lengo la Poland ni kulinganisha hali ya sasa, yaani uvamizi wa Ukraine na matendo ya kihistoria ya USSR, jambo ambalo Urusi inaliona kama propaganda au upotoshaji wa historia. Poland inatumia tukio la kihistoria kuonesha kuwa Urusi ina historia ya kushirikiana na wadhalimu. Urusi inajibu kwa msisitizo kuwa mkataba haukuwa na uhusiano na wanazi na inakana jaribio la kulazimisha kulinganisha hali ya sasa ya Ukraine na historia ya mwaka 1922. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.